Na tunakuja kwa lengo moja tu la kuambia walimu na Watanzania wote kwamba chama cha CHAKAMWATA kimerudi kazini, usajili wake umerejeshwa kwa amri na hukumu ya mahakama ya rufani. Ndani ya miaka sita iliyopita, ajenda nyingi za wafanyakazi zimelala, na katika mambo mengi ambayo chama kinashughulikia tulikuwa tunashughulika na ajenda kubwa ya kupinga kanuni mpya ya kukokotoa mafao ya wastaafu almaarufu kama kikokotoo. Wakati watawala wa dunia wakiendelea kufanya jitihada za kupunguza umasikini kwa watu wao, baadhi ya wafanyakazi nchini Tanzania wameendelea kulalamikia ugumu wa maisha ikiwemo kikokotoo. Katibu wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, CHAKAMWATA, Mwalimu Meshakikapange, amewaeleza waandishi wa habari kwamba chama chao baada ya kufungiwa kwa miaka sita sasa na hatimaye mahakama ya rufaa Tanzania imekirejesha chama hicho kufanya kazi zake kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Kikokotoo ni janga. Tumerudi CHAKAMWATA, tumerudi, tutaendelea kwa nguvu ile ile na tutaanzia pale tulipoishia. Tulipokwenda kifungoni kwa miaka sita, kuna mabadiliko mengi hata katika utawala nchi yametokea. Waliokuwa kwenye ofisi zinazotuhusu tunaona wamebadilika, wamekuja wengine. Tunajiandaa kupiga hodi kwa waziri wa kazi, kwa waziri wa utumishi na wizara nyingine zote zinahusika na, na wafanyakazi, ili tuende tukakae chini tuzungumze kuhusu haki na maslahi si ya walimu tu bali ya Watanzania wote wafanyakazi katika ajenda ambazo zinagusa wafanyakazi wote. Mwalimu Kapange ameeleza pia kwamba ataitisha kongamano la wazee wa Tanzania na wasomi wa nchi ya Tanzania kuhusiana na masuala ya haki za wafanyakazi nchini Tanzania huku akijadili kikokotoo. Tumerudi ili kutetea haki za wafanyakazi, tumerudi kufanya kazi ya chama cha wafanyakazi, na tunaanza na ajenda ya kikokotoo. Kikokotoo ni vita kati ya walioshiba na wenye njaa wanaotafuta kushiba Kikokotoo ni vita kati ya wenye nguvu na wanyonge. Kikokotoo ni vita kati ya watawala na watawaliwa. Kikokotoo ni vita kati ya matajiri na masikini. Kikokotoo ni vita kati ya watu ambao wana ubinafsi na watu ambao wanataka utaifa. Hili taifa ni ya kwetu sisi sote. Tunapozungumza haya, kuzungumza hadharani, tunazungumza kwa wema, tena kwa kutumia katiba na sheria za nchi hii. Pamoja na haya tuliyopitia, hatuna woga, hatutatetereka, tumeimarika, tuna nguvu kuliko ile ya kwanza. Tunaanzia tulipoishia, tutaendelea mbele kwa kadri ambapo tutakuwa tunafanikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, vyama vya siasa vinaandaa ilani zao za uchaguzi. Kuna mambo ambayo kama chama cha wafanyakazi hatutaki kuyaona kwenye ilani ya CHAVYA, ya ilani za uchaguzi, kwa sababu yanawezekana sasa mambo ya kutuahidi kwenye ilani katika mambo yanawezekana sasa, hatuko tayari after all. Tumeshuhudia miaka kadhaa iliyopita ilani haziheshimiwi tena. Miaka michache iliyopita kutukua na kiongozi akasema yeye mambo ya kwenye ilani sio kipaumbele chake, tukaanza kuambia tunakwenda kwa ndoto na, na na maono ya mheshimiwa rais haziheshimiwi. Habari ya kikokotoo hatutaki kuja kuiona ikiahidiwa kwenye ilani. Wakati bado upo na bunge lipo, yoyote linawezekana. Watu wamekuwa wakidanganywa kwamba zimerekebishwa, si kanuni imepandishwa. Hebu tuwambie hivi, kama wewe ni mfugaji, ulikuwa na ng'ombe wako mkubwa, umedhulumiwa ng'ombe, kabakia mbuzi, alafu unaambiwa mbuzi unaitoa pembe. Ulikuwa unapewa pembe na kwato, sasa unaongezwa na mguu mmoja, afu unashangilia, wakati yule ng'ombe hayupo. Au kama wewe ni mkulima ulikuwa na umepokwa Tumerudi, tutajaribu kuwa na kina mzee mzee, mzee Warioba bado wapo, tutawaalika tuwe na mjadala wa kitaifa wa nchi kuzungumza, kwa nini tunafanya harakati za kupunguza kipato cha mwananchi wakati dunia nzima inafanya harakati za kuongeza kipato cha mwananchi wake. Mbali na jambo hilo, pia amewahimiza Watanzania wasio na ajira kujiunga na CHAKAMWATA kwa ajili ya kuwa na mwamvuli sahihi wa kutetea haki za wafanyakazi wote wa Tanzania, hata wasio na ajira katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo ukiwa nje ya chama, nje ya ajira, unazo sifa bado za kuwa kwenye chama cha wafanyakazi neto. Wakisumbuliwa kwamba wasajiliwe, watasajiliwa kama nani, chini ya wizara ipi? Kokote watakwenda kusajiliwa, watakuwa ninjio na watakosa sauti ya kuongea mambo ya ajira. Ili waongee mambo ya ajira, watakuwa kuwa katika trade union chama cha CHAKAMWATA mtangu mwanzo kimekuwa kinatetea hata hao ambao hawako kwenye ajira pamoja na walioko kwenye ajira. Kwa wale neto, tunawakaribisha wakiona wema, kwa uhuru wao, kwa mtu mmoja mmoja, kwa na jumuiya yao vizuri, kwa umoja wote wakiamua, CHAKAMWATA kinaweza kuwa ni mahali salama pa ku address issue zao. Mwalimu Mesha Kikapange ameelezea jaribio lake la kutaka kufukuzwa kazi akiwa mwalimu wa shule ya msingi Songwe katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya ili tu kwa kila alichosema ili asiwe kiongozi wa chama hicho taifa. Hakuna katibu mkuu yote taifa hili ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi na wakati huo huo anamtumikia mwajiri. Aliyefanya kazi hiyo katika nchini mimi peke yangu, mwalimesha ikapange. Nilikuwa katibu mkuu wa taifa cha Kamwata, na wakati huo na vipindi shuleni kwangu, shule ya msingi Saruji Alifanyika njama za kunifukuza kazi baada ya kutupewa ruhusa kwa mujibu wa sheria, ruhusa nilizoziomba kwa kufuata taratibu za kisheria, lakini nifukuzwa kazi hii tu nikose sifa ya kuwa kiongozi wa Chakamwata. Wanaotunga sheria huwa hawazijui sheria, baadaye wamepitisha huko bungeni na wapi, lakini baadaye wanashindwa kuzijua wa sheria. Baadaye kikokotoo kilichopo ni kwamba hatutaki kumung'unya maneno, hatukitaki kikokotoo kilichokuwepo awali cha kukokotoa mafao ya kustaafu katika mfuko wa pensheni wa PSPF uliokuwepo wakati huo na mfuko wa PLOF uliokuwepo wakati huo, kanuni ile iliyokuwa inatumika kwenye mifuko hii miwili ndio ambayo tunaitaka. Kanuni hii iliyokuja, tulishawahi kuizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu kikokotoo, tuliongea na vyombo vya habari tarehe 13 mwezi wa 12 2018, na wiki baadaye, nane, wa mbili baadaye tarehe tarehe 28. Rais hayati Magufuli akaitisha kikao ma Ikulu kwa mara ya kwanza, kikao ambacho kilitambua vyama ambavyo viko nje ya shirikisho la Tukta ili kujadili kikokotoo hicho, na Magufuli akakipeleka likizo kipumzike kwa miaka kumi na tano kwa miaka mitano, kisianze kazi kichunguzwe tena. Lakini Mwenyezi Mungu akafanya aliyofanya, miaka mitano kabla ya kuisha, mzee Magufuli akatotoka, amekuja Rais Samia, wakamrubuni waka wakamdanganya Akiwaisha mwaka mmoja kabla hakijatimiza miaka mitano ya kutafagariwa na ndani ile miaka iliyokuwa imepumzishwa hakikufanyiwa kazi. Tulikwenda wizara ya ofisi ya wa waziri mkuu, wizara ya kazi, ajira, vijana, watu wasiokuwa na ulemavu kuzungumza nao. Katibu mkuu akasema hatuna intention hiyo, hakuna mchakato. Mchakato wote unaendelea bungeni wa kurekebisha hiyo kanuni. Hiyo kanuni inapunja mafao ya wafanyakazi wa nchi kwa asilimia sitini na tatu. Yaani, katika shilingi mia moja za pensheni yako zimeondolewa shilingi 63 umebaki na shilingi 37. Hizo ndo anazungumza kwamba sasa tuchukue nusu ya hilo kidogo, hicho kidogo kiduchu kichobakia. Hatuitaki hiyo kanuni an yani, hat tumeua hatu, hatu maneno, hatutaki hiyo kanuni, tunataka ile ya awali ya PSPF na LYPF irudi. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godon Kalulunga.